Je, unajua kuwa zaidi ya asilimia sabini ya miradi haifikii malengo yake, lakini wewe utaweza kufikia malengo ya miradi mbalimbali kama utalisikiliza. Ninakuletea project management training kwa lugha rahisi kabisa itakayofanyika tarehe 19 mwezi wa 4 saa saba mchana hadi 10 jioni pale The Little Theatre iliyopo Oysterbay, Dar es Salaam. Kutoka kwa wataalamu wenye uelewa na uzoefu wa kutosha, utajifunza namna ya kupata wazo la mradi, namna ya kudesign mradi, kutekeleza na namna ya kufanyia tathmini. Lakini pia project management tools na skills zake ni sehemu ya mafunzo haya. Kwa shilingi elfu kumi na tano utaondoka na proposal ya mradi utakaofikiria, cheti cha ushiriki na network ya project managers wengine. Kama unahitaji kujifunza au kuboresha ujuzi wako wa usimamizi wa miradi, jisajili kupitia linki inayopita hapa chini au piga namba 0744441566.